Nasemaje, kila siku tunasema, mkubwa ni mkubwa, mkubwa ni mkubwa. Ina maana kwamba mtoto utakuwa unacheza, unaachiwa, lakini babako akikasirika, anakuchapa tu. Hawa vijana Rangers ni watoto wetu. Hey, tunalea wenyewe, wana, wananolewa au wana, wanafundishwa wana na watu ambao ni competition, umeelewa vizuri. Nikizungumza ipo yuko faza, naona no, hiyo no. semes na kadhalika. Sasa kwa jinsi ilivyo, Kibada One ni timu ambayo huwa ukanda wote huu wa pwani wanaijua, shanaelewa vizuri. Kwa hiyo hawa ni watoto na vile vile tumewafunga. Sijui una swali gani lingine ya kuniuliza. Sungura kila e, siku anasaidia, singekuja na kitu kama hiki ambacho huwa nimekishika na kiumbe na kitesa. Hii, huyu anaitwa ngariba, huyu anaitwa ngariba anaotea na navyotoka nyumbani najua kabisa huu anaenda kufanya kitu gani, shaelewa vizuri. Ina maana ndio maana nilivyokuja, nimetulia ndani ya kibanda, sungura akaniambia wewe, wetulie usishuke. Goli limefungwa, nimeshuka na wote mmeshuhudia. Kwa hiyo huyu ni mwoteaji na ningaliba wangu <todicomu> Unahitaji vitu vinne ufanikiwe. Kwanza unahitaji vipaji ambavyo vipo, pili miundombinu ya mchezo wenyewe, viwanja na na academies na kadhalika, hiyo changamoto uh. Tunahitaji um, um, mifumo ya kuvumbua na kuendeleza vipaji, hiyo changamoto uh, lakini naamini mashindano na haya yanatoa fursa hiyo ya kuvumbua na kuviendeleza lakini pia utawala wa michezo kwa ujumla uh, sports management bado ni changamoto. Kwa hiyo mimi naamini kabisa waziri wangu waziri uh, mwenzangu uh, mheshimiwa Mwakembe mwenye dhamana ya michezo uh, nimemsikia namfahamu anayefanyia kazi haya na naamini tutapata maendeleo makubwa sana ya soka hapa uh, Tanzania chini ya uongozi wake, lakini pia chini ya udhamini na ufadhili wa wote walioshiriki katika mashindano haya kuanzia Clouds FM kuanzia uh, Azam na, na, na wengine uh, wadhamini, kwa sababu ndio wamewezesha mashindano haya sana. <tos> <tos> <tos> hey, sasa sijajua, unajua mimi na, uh, itabidi niongozwe na Dauda uh, tufanyeje, lakini mimi me, nimempenda sana naona atakuwa mchezaji mkubwa sana akiendelezwa, uh, kwa hiyo chochote ambacho watahitaji kufanya basi tutafanya sitaki <laughs> <laughs> ah, kweli sitaki gombana na vijana wangu. Vipindi vyote ni vizuri kwangu eh. kwa hiyo lakini tumeona uh, tumeona mpira mzuri kwa kweli, wote uh, walikuwa na nguvu karibu sawa, na wote wamecheza vizuri, na mpira ni kitu ambacho ni kigumu, kama unaweza kutokuwa mshabiki usiwe mshabiki. Unaona, kuna kijana alikuwa amekuja hapa analia, anatoa machozi uh, na wanasema kwa Kiingereza, it's heartbreaking. Lakini uh, uh, baada ya muda uh, kikubwa ni kutovunjika moyo uh, kwa hiyo wale ambao wameshindwa leo wasivunjike moyo, kuna mwakani uh, na matumaini watafanya vizuri tena mwakani uh, lakini tunawapongeza walioshinda na kuwatakia heri kwamba wafike mpaka hatua ya mwisho ya fainali. Mheshimiwa, asante. Samahani, mimi na swali kidogo yeah. Ushashuhudia baadhi ya mechi za ligi kuu na pia leo umekuja kushuhudia Ndondo Cup. Nafikiri katika mechi ambazo ushashuhudia za ligi kuu na leo umekuja kushuhudia Ndondo Cup, hapo umeenjoy sana na kwa nini hapa? <laughs> uzuri hapa ni mtaani, unajua a, kuna uhuru, kuna kuchanganyika a, kuna, kuna kule kwenye ligi kuu nikienda, kuna itifaki kubwa sana, pale unakaa mbali Uh, kwa mimi nimependa hapa, huko karibu na wananchi na, na watu wamejitokeza wako huru uh, kwa hiyo ingawa viwango ni tofauti kidogo, lakini uh, um, soka linapoanzia katika ngazi hii ya chini uh, kuna raha yake kulishiriki na, na kuwa sehemu ya, ya experience hii kwao, nimefurahi sana leo.